Uhali gani popote ambapo unaendelea kuifuatilia chaneli yako pendwa ya NY TV kwa habari na matukio mbalimbali. Mimi ni Messi Mario kutoka hapa Arusha. Leo tumekuwa na idara ya miradi na maendeleo chini ya mkurugenzi Joseph Mayagila, na leo wameweza kuzindua kampuni yao, kampuni ya umma ambayo ni kiwanda cha maji ambacho kinaenda kwa jina la TAG Harvest Eden, na wamekuwa na mambo mazuri. Moja kati ya ambavyo uh, TAG tunajivunia ni kuendelea kuwa na mambo mazuri ya kimaendeleo. Na hili in, ni Jimbo la Arusha Mashariki linalosimamiwa na Askofu Orososi, wao wamekuwa katika idara hii ya miradi na maendeleo, wamekuwa na maono haya makubwa na mazuri sana ya kwenda kuanzisha kiwanda cha maji, na kwa kuona uhitaji mkubwa wa maji uh, kuna kuwa na masherehe mbalimbali, basi wakaona wawekeze kwenye eh, maji na hivyo basi wanakaribisha washirika wa TAG aa, lakini pia wachungaji kuhakikisha wanakwenda kununua hisa. Hisa inaanzia shilingi elfu tano. Basi karibu ili uweze kwenda kumsikiliza mkurugenzi wa idara hii, lakini pia tutapata wasaa wa kuzungumza na mwenyekiti wa bodi ya miradi na maendeleo. Watatueleza mengi, namna gani utaweza kunufaika na uwekezaji kwenye kampuni hii, namna gani ambavyo pia unaweza pia kuwekeza taratibu na mambo mengine mengi ambayo watatueleza Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mm, hatu natamani kuanza kwa kukufahamu kwanza ambaye nakutazama kufahamu. Naitwa Joseph Maagila, ni mkurugenzi wa idara ya miradi na maendeleo Jimbo la Arusha Mashariki, okay. Kwanza kabisa kwa asiyefahamu kabisa hii idara ya miradi na maendeleo tunayozungumzia hapa ni, ni ya jimbo au, na, au ni ya taifa? Hii ni idara ya miradi ya Jimbo la Arusha Mashariki okay. Naam. Okay, basi moja kwa moja tuanze kwa kuifahamu hiki kiwanda ambacho mmekizindua leo. Asante sana. A, moja, kanisa letu la TAG linakuwa na litakuwa na watu milioni tisa ifikapo elfu mbili na thelathini na tatu. Na kwa hiyo kanisa kama kanisa lina ni soko kubwa. mm. E, lakini katika kanisa letu la TAG kuna vikao vya kanisa la mahali pamoja, vya jimbo, vya taifa, kuna harusi, kuna misiba na matukio mbalimbali, ambayo yote yanakunywa maji. Kwa hiyo tukaona Uh, tuweze tuwe na mpango wa kubadilisha matumizi ya kanisa kuwa mapato ya kanisa. Na kwa hiyo ndio tukafungua kampuni hiki kiwanda cha maji ya kunywa kinachojulikana kama TG Harvest Eden, ambacho kitatoa maji ya kunywa yanayoitwa Eden Spring water kwa ajili ya kuvuna hayo matumizi ya kanisa ambayo yanakwenda nje ya kanisa. Naam. Okay, ok, ni kitu kikubwa kizuri. Sijajua maono yenu au malengo yenu ni nini haswa, lakini nimeona mmesema kwamba mmelenga kuhudumia nchi nzima. Pengine mmejipangaje katika kuhakikisha mnatoa elimu kwa makanisa na wachungaji ili waweze a, kuingia sasa kwenye kununua hisa ambao mmesema watatakiwa kununua hisa kwanzia elfu tano mpaka na kuendelea? Naam, asante sana. E, muundo wa kiwanda au business model. Kiwanda hiki ni kwanza, ni kampuni ya umma e, ambayo washirika wanapata fursa ya kumiliki sehemu, e, katika kiwanda hicho, kwa sababu kwenye mpango mkakati ilionekana kwamba idara ya miradi haijagusa uchumi wa moja kwa moja wa washirika. Kwa hiyo tukaona kwa kuwa pia wanywaji wa maji kama soko la awali Niche market, ni washirika. Ni vizuri washirika wanywe maji lakini ya kwao, wakijua mwisho wa mwaka kwenye gawio hela walizokunywa maji zinawarudia kwenye faida, ili market iwe rahisi, yani mtu anajivunia cha kwake, au watu wanasema what is in it for me, mimi nanufaikaje? Kwa hiyo tukaona pamoja, ni kiwanda cha jimbo, lakini washirika wamiliki sehemu, vipande vya umiliki wa kiwanda hicho, kwa maana ya washirika makanisa ya mahali pamoja, idara za kanisa na taasisi zote zinazomilikiwa na TAG. Kuna vyombo vya habari, kuna, kuna vyuo vya bibilia, kuna makanisa, kuna vikundi mbalimbali mbali viko makanisani, vinaweza kanunua hisa kwenye kampuni hiyo na wenyewe sasa kila mwisho wa mwaka kwenye kikao, kwenye mkutano mkuu, wakapata gawio la faida la kiwanda lakini kiwanda hicho tumeweka kwenye katiba kabisa kwamba kila mwaka kiwanda kitatoa asilimia kumi ya faida kwenye umisheni, ili kusaidia kazi ya Injili. Sasa kwa kuwa kiwanda hiki ni kikubwa na faida ni kubwa, kulingana na mpango wa biashara uliopo, kwa hiyo kanisa litapata nguvu pia ya kufanya umisheni kutoka kwenye eh, miradi hii ya kibiashara. Mtu anaponunua hisa e, na nijue pia mtu anaweza akanunua hisa mtu binafsi, au ni anakuja kikundi au taasisi? Asante sana. Hisa hizi mtu binafsi anaweza akanunua, cha maana awe ni mshirika wa TAG, lakini kanisa la mahali pamoja, kama kanisa linaweza likanunua, idara zinaweza zikanunua. Kuna idara kwa mfano ya watoto labda ngazi ya sehemu Idara ya watoto kanisa la mahali pamoja, idara ya watoto kitaifa, unaenda idara ya wanaume, hivyo hivyo. Idara ziko kumi na mbili za TAG zote zina eh, hisa zao eh. Kwa hiyo eh, mtaji wa kiwanda ni shilingi bilioni nne eh, sasa kwa hisa, hisa jumla ziko laki nane na kila hisa moja ni shilingi elfu tano na mtu anaweza kanunua hisa angalau ishirini ambazo ni sawasawa na shilingi laki moja. mm. Uh, nunuzi hisa ni mshirika wa TAG na ili mtu anunue hisa kuna fomu uh, ambayo tunaitoa tunampatia na jaza na kwenye taarifa zake zinamtambulisha kwamba ni eh, mshirika wa TAG. Kuna taarifa tajaza binafsi na sali kanisa gani? eh, taarifa zake binafsi za kibenki na kadhalika, eh, huo utambulisho huo wa kanisa nako sali section jimbo gani ndio vitatuonyesha kwamba huyu ni mshirika wa kanisa la Tanzania Assemblies of God. Kuna mali nimesoma pale kwenye fomu uh, kuna mali si kuna masuala ya tin number si na nini, kama mtu hana hivyo details kwenye ile, nafikiri ni nani, sehemu ya pili nafikiri, pale kuna nani pale nyingi nyingi ambazo mmeelezea, kama mtu hana vile vitu inakuwaje? Ya yeah, kama mtu hana, sio kikwazo cha kununua hisa chamana kwa sasa awe na majina yake matatu, lakini huko mbele tutamtia moyo kwamba aweze kukata tini namba kwa sababu baadaye kutakuwa na gawio e, gawio la, gawio la faida kwa mtu anapewa gawio mwisho wa mwaka. Kwa hiyo kunakuwa na taarifa zake za, za, za kodi yani tini, tini namba, lakini awe na taarifa zile za kitambulisho kile cha mpiga kura zile namba na, na taarifa za benki kwa sababu fedha zitakuwa zinalipwa kwenye akaunti yake okay, lakini sio kigezo, sio cha sasa hivi. Sasa hizi ni majina yake matatu, anasali kanisa gani, ananunua hisa. Wakati hizo taarifa zingine kama hana anaendelea kuziboresha. TIN number anaipataje? Si, maana nafikiri TIN number ni kwa wafanyabiashara au Uh, tini namba ziko za aina mbili, kuna tini namba kwa mfanyabiashara na tini namba ambao sio kwa mtu ambaye ana biashara. E, kwa maana sasa yeye anaenda kumiliki kiwanda, anamiliki hisa kwenye kiwanda, kwa hiyo anakuwa na namba zake e, za utambulisho wa mlipa kodi. Lakini sio kigezo cha kwanza hicho, ni baadaye tutamtia moyo. Bodi itaweza kumsaidia na management, e, kama, kama hivyo vitu vinamsumbua, management ya kiwanda inaweza kumsaidia kuweka taarifa zinazotakiwa na mchangiaji wa hisa akichangia hiyo laki moja anaichangia ni kila mwaka au akichangia hiyo ni mara moja? Mchangiaji wa hisa akichangia amemaliza uh, laki moja atakuwa amemaliza. Ndio kiwango cha chini cha ununuzi wa hisa, lakini anaruhusiwa kwenda zaidi ya hapo. kiwango, kiwango cha juu kabisa ambacho hakizidi eh, ni hisa laki mbili. Yani inamaanisha si ninachangia sasa hivi nimeweka vigezo mpaka mwezi wa sita ndo mwisho. Nikishachangia hapo ndo imeisha, sita changia tena. Yeah, ukishachangia hapo inawezekana tukawa tumeshafunga e, soko la kununua hisa. Kwa sababu sisi tunataka bilioni nne tu. Okay. Eh, zikisha timia e, inawezekana tukauza hisa. Kwa sababu baadaye kampuni itakuwa tutaiuza kwenye soko la hisa Dar es Salaam. Mm. E, lakini kwa sasa bado iko kwenye ngazi ya kanisa tujaitoa nje kampuni. Kwa hiyo tunawatia moyo watu wanunue mapema kwa sababu baadaye ita z kiwanda kitaenda nchi nzima, kutakuwa na madepoti kwenye mikoa e, tunaanza na kanda kaskazini, kwa maana Arusha, Singida, Dodoma halafu na Bagamoyo, lakini baadaye tutapanuka nchi nzima, na hivyo tunaomba watu e, wawahi mapema kwa sababu e, ni kiwanda kikubwa na kwa mpango wa biashara wa miaka mitano huu ambao unaanza kama mtu hata jitahidi mpaka mwezi wa sita inawezekana asipate fursa kwenye kiwanda cha maji japokuwa kampuni hii itafanya biashara zingine mm. lakini biashara ya kwanza ni hii ya maji ya kunywa mm. naam okay. uh, labda swali nilitamani kufahamu kwa nini haswa mmeamua kujikita kwenye maji ya, tumeanza na maji kwa sababu tumeona kanisa linatumia fedha nyingi eh, kwenye huduma ya maji. Mnafahamu eh, kwa mfano mikusanyiko eh, mikusanyiko, kuna mikusanyiko ya kanisa hili ambayo inavunja rekodi, watu elfu kumi wanakaa mahali kwa muda wa siku nne, eh, kuanzia section majimbo mpaka taifa. Kwa hiyo tuna matukio ya kila, kila siku, tuna matukio ya wiki, tuna matukio ya mwaka tuna matukio ya miaka mitano na tuna matukio baada ya miaka kumi. Kwa hiyo hizo fedha tunasema ni soko la awali, ingawa kiwanda hiki kitahudumia kita watu wote na watanzania wengine tu nje ya kanisa, lakini kwa sasa tunataka zile fedha zinazotoka nje ya kanisa zirudi kanisani kwanza. hmm. Naam, akitokea mtu ambaye ni nje ya TG haruhusiwi, lakini pia ni, ni, mwana ni Pentekoste e, kwa sasa hatutamruhusu labda tutakapo kuwa sasa tunapeleka tunaifanya tunapeleka tunapeleka kampuni kuisajili kwenye soko la Dar es Salaam, kwa ajili ya watu wote, kama zinavyofanya kampuni zingine. Sasa tutakaribisha watu wote ambao wanataka kuwekeza, uh, kuweza kuingia kwenye, kwenye kampuni. okay, pengine labda swali la mwisho uh, maelekezo namna ya mtu kulipia hizi hisa analipiaje? ya yeah, namna ya kununua hisa kwenye kiwanda hiki cha maji cha TAG jimbo la Arusha Mashariki, kuna fomu ya kujaza, kuna fomu ambazo e, zitawafikia washirika wote makanisani. E, lakini tunayo bodi e, idara ya miradi jimbo, kupitia ofisi ya idara miradi jimbo kwa mkurugenzi, lakini kupitia kwa askofu wa jimbo la Arusha Mashariki na kupitia bodi ya kiwanda hiki, watu wanaweza kupata taarifa, muda sio mrefu, nafikiri wiki ijayo kutakuwa na, kutakuwa na tovuti ambao watu watafikia eh, taarifa hizo kwa mtandao, kwa teknolojia, lakini kwa sasa zinapatikana kwenye idara ya miradi na makanisani kwenye ofisi ya mwangalizi, fomu zipo eh, na kwa wachungaji. Naam, nikushukuru sana. Asante sana. Pengine labda, kama mtu angetaka mawasiliano ya kwako? Ya, yeah, mawasiliano ya mimi eh, Joseph Mayagira mkurugenzi wa jimbo la Arusha Mashariki, ni sifuri saba moja tano saba sita tisa sita moja tano, sifuri saba moja tano saba sita tisa sita moja tano. Bwana asifiwe. Amina, tunamshukuru Mungu mm, kabisa mzima. Naomba nianze kwa kukufahamu na utaniambia taito yako. Mimi naitwa Juliana Mwamsuva ni mshirika wa kanisa la TAG Tanzania Assemblies of God na ninaabudu katika kanisa la Betheli Christian Center na namshukuru pia Mungu nimepata majukumu ya kuwa mwenyekiti wa bodi wa kampuni yetu nzuri adhimu ya TAG Harvest Eden. Okay. Yes. Safi. Kuanzia hapo hapo tunaanza lini kuyanywa haya maji ya Spring Eden Water? Kwa kweli mimi kama mwenyekiti wa bodi nina hamasa kubwa na natamani kwamba hata hayo maji yani, hata kesho eh, tuanze kuyapeleka sokoni. Lakini kama tunavyojua uwekezaji ni mchakato. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwamba ametuwezesha tumeisha weza kukamilisha kusajili kampuni hii ya TG Harvest Eden na pia tumeweza kufungua bank accounts na sasa tuko kwenye jukumu kubwa sana la kuweza kuandaa sasa mifumo mizuri ya kuweza kuhakikisha kwamba hii kampuni sasa ina, ina, inaendelea kutekeleza majukumu yake. Lakini kubwa ambalo liko mbele yetu ni kuweza ku raise capital, yani kuweza kupata mtaji wa kuweza kufanya kazi na mtaji huu, uh, tunarudi sasa kwa washirika ambao ndio sisi ndio wewe, naamini tuwekeze katika hii kampuni ili sasa iweze kufanya vizuri nani, na nina imani kubwa, hichi ni kitu kizuri na kitakuwa baraka kwa kanisa aa, na kwa waumini vilevile. Ebu vile, niambie mimi kama mshirika wa TAG, maana naamini na ni mtu mwenye sifa ya kuwekeza ni mwana TAG, ninafaidika vipi kwenye uwekezaji wangu? Asante sana. Aa, faida zipo na ni faida ni kubwa, kwa sababu tunakaribisha, tumefungua wigo kwa mshirika mmoja mmoja ndani ya kanisa letu, lakini pia kwa idara mbalimbali mbali ndani ya kanisa kuweza kununua hisa, yaani kuwa kununua usehemu wa umiliki katika hii kampuni yetu. Kwa hiyo mtu anapowekeza kwa kununua zile hisa, ina maana kwamba tunaamini kampuni itafanya vizuri, kwa sababu uhitaji wa, wa, wa bidhaa Uh, ya maji sokoni ni mkubwa uh, na bado upo na sisi pia kama kanisa na washirika ni soko namba moja. Kwa hiyo tumefanya utafiti tumefanya hatua za awali kuona ni kwa namna gani tunaweza kampuni yetu ku, uh, uh, inaweza kupata soko kwanza ndani ya, ya kanisa tumeona kwamba uh, soko ni kubwa na demand ni kubwa, lakini pia tumeweza kuangalia sio ndani ya kanisa tu, lakini hata nje ya kanisa bado uhitaji wa demandi ya maji e, uhitaji wa maji ni mkubwa sana, na tunaamini kampuni itafanya vizuri na italetea faida uh, wanahisa kwa sababu watakavyowekeza kampuni itakayofanya vizuri, tutaweza pia kutoa gawio ambalo ni nzuri kwa wanahisa, lakini sio tu gawio, lakini kutengeneza pia ajira, kwa sababu maji haya hayatakuwa Arusha tu, hmm. tunategemea kwamba yatakwenda kote tulipo tieji, ilipo na hayo maji pia yatapatikana mm. -hmm. Na sio tu sehemu ambazo TAG tupo, hata sehemu zingine ambazo TAG hatuko. Okay. Yes. Mm -hmm. Kwa hiyo tutatengeneza ajira lakini pia tutaboresha afya uh, za waumini wa wetu lakini pia na wananchi kwa ujumla kwa sababu tutatoa maji ambayo ni salama na ni mazuri. Yes, umesema, umesema kwamba uh, hayatakuwa tu hapa Arusha. Mm -hmm. Huko kwingine watu wanayapataje hayo maji? Ha, kama unavyojua sisi tumejikita kwamba tutakuwa tunasambaza kwa, kiwanda kitakuwa Arusha, lakini distribution itafanyika kwenye kwenda mikoani ndio. Pengine kuna mtu ambaye anahofu, kuna watu wengi uoga, wanahofu sana kuwekeza, yanasema ni nishawekeza hisa zangu kule. Unamhakikishiaje kwamba anapokuja kuwekeza hapa kwenye hii kampuni anakuwa salama? Aa, kama niseme kwamba hii kampuni kwanza itakuwa chini ya uangalizi ambao ni dhabiti na ambao uko makini na watu ambao wako kwanza kwanza kwenye bodi. Wajumbe wote wa, wa bodi ni watu ambao wako makini na wana uzoefu katika masuala ya biashara, kwao naamini wataweza kuisimamia vizuri hii kampuni, kuhakikisha kwamba uh, inalinda maslahi ya wale wanahisa au shareholders wawekezaji ambao wamewekeza katika kampuni hii. Lakini pili kama nilivyosema tutafanya kazi kama kampuni zingine zilivyo za kibiashara kuhakikisha kwamba hatulengi kutengeneza hasara. Kwamba lengo iwe ni kutengeneza faida na kuwaletea kwa wanahisa faida. Yes. Kwa umakini na tumezingatia pia, uh, vigezo vya kuweza kuendesha biashara ambavyo ni vigezo shindani lakini ambavyo vinafata professionalism, utaalamu na taaluma. Yes. Kama mwenyekiti, pengine unavyoona maono na malengo yenu, uh, nakwenda kufika wapi ndani ya miaka kadhaa? Uh, kama nilivyosema, wanasema uh, waswahili wanasema mbuyu ulianza kama chicha. Katika ndoto kubwa, tunaamini kwamba itafanikiwa TAG Harvest Eden itakuwa itafanikiwa na itafanya vizuri, na sasa hivi inaweza kaa ni mapema sana, lakini tumeanza na product ya maji, lakini kuna mambo mengine mazuri tutayaongeza huko mbele kwa kadiri eh, tunavyoendelea mbele. Kwao ninavyoiona uh, TAG uh, Harvest Aid ni mfano wa, wa taasisi pia ya kuigwa ambayo itakuwa imefanikiwa ndani ya taasisi za dini na hasa katika kanisa letu la TAG. Okay. Ndiyo. Pengine kwa kumaliza kama una neno la kusema na watazamaji wanaotazama kuhusiana na kampuni mpya ambayo soon tunaenda kuanza kuonja maji ya TAG. Sawa kabisa, mimi nawaalika waumini wa wenzangu eh, idara mbalimbali mbali za vijana za wamama wababa, na kadhalika wasikose hii fursa muhimu na adhimu ya kununua hisa. Eh, na kununuziwao wa hisa kwanza utatupa nguvu ya pamoja ya kuweza kusonga mbele kwa nguvu na kuweza kuisimamisha hii, hii taasisi na hii biashara. Lakini watu waamini tu kwamba pesa hazitapotea, tuko makini na tutasimamia kuhakikisha kwamba lile lengo ambalo limekusudiwa linafikiwa kwa utukufu wa kanisa, lakini utukufu wa zaidi wa Mungu. Amina. Amin. Kushukuru sana na niwatakie kila laheri pia. Asante sana, tunashukuru, karibu, asante. Ununue hisa, ni hisa tano tu minimum. E, e, kiwango cha chini ni hisa tano na hisa moja ni shilingi 5000. Kwa hisa tano ni shilingi ngapi? Ni ishirini. Umeona eh? Ah, yes. Eh? E, lisa, lisa kao e, kama nataka e, kununua kwa isa shirini. mini minimum ni isaa ishirini laki moja. kwa laki moja ehe e, kwa laki moja tu hapo umejipatia sehemu ya umiliki katika kampuni yetu nzuri asante karibu sana asante